Washe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege, na hii leo tunaanza na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema kamwe hatakubali mageuzi ya katiba kumpa muda zaidi wa kuhudumu kama rais. Badala yake amesema wale wanaoeneza fikra za kuongeza muda wake wa kuhudumu hawafahamu uzito wa majukumu ya kuwa rais. Matamshi yake yanajiri baada ya misururu ya matamshi ya baadhi ya wanasiasa na wandani wake kuhusu haja ya kumwongeza muda wa kuhudumu. Mwanahabari wetu Melita ole Tenges anaarifu. Mengi matamshi ya wanasiasa na baadhi ya wandani wa rais kuhusu nyongeza ya miaka katika muhula wa rais siyo jambo geni katika utawala wa rais William Ruto, wabunge wakipendekeza miswada bungeni kutaka hatamu ifikishwe miaka saba na wengine wakidai hadi miaka ishirini hii leo rais akivunja kimya kuhusu msimamo wake na kupinga mapendekezo hayo watu wengine wako na tabia mbaya wakaenda wakasema huyu ah, mtu amesema atakuwa rais miaka 20 kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende mwingine achukue asonge. ama namna gani kitovu cha mdahalo huu hata hivyo kilianza na mbunge wa Fafi Yakub Sala mwaka 2022 miezi miwili baada ya uchaguzi mkuu alipopendekeza kuondolewa kwa sheria ya muhula miwili na badala yake kutaka umri uzingatiwe na kwamba rais asipitishe miaka sabini na tano so sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge tunasema hiyo mambo ya two times haitufai kama rais anafanya kazi nzuri aendelee hatuwezi kumtoa kabisa kisha akaja seneta wanandi samson cherargei ambaye alifuata nyayo kwa pendekezo la kuongeza muda wa rais hadi miaka saba, akisema kwamba mwaka wa kwanza unapaswa kuzingatiwa kuunda serikali na mwaka wa tano nchi ipo katika hali ya kisiasa inayovuruga shughuli za maendeleo. So you only have three years that you can really work for the people. And I think if you, you, if you give seven years, you minus the two that one you, you do in settling and then one during the campaigning period you'll get five years, which all Kenyans are arguing about. Kwa hivi punde zaidi kusisitiza nyongeza ya miaka ya hatamu ya rais, ni mwenyekiti wa Devki Narendra Raval huko Tororo, Uganda. Kwa mara ya pili sasa, Raval alitoa kauli akisema Uongozi wa Ruto utaleta mabadiliko nchini. Again I will repeat although constitution doesn't allow but I will say you should be there for 20 years. Baadhi ya wachambuzi wa siasa wametetea nyongeza ya muhula wa rais wakisema ni mazungumzo ya kikatiba. Wengine wanasema ni tamaa ya uongozi. Rais William Ruto akipinga mapendekezo hayo na kutarajiwa kuzima swala hilo.